unaweza ukaingia YouTube kwenye chaneli yetu ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, upande wa Facebook au YouTube utapata vitabu vyote vya Biblia na utaendelea kuvisoma kila wakati. Upande wa YouTube tunakualika kusubscribe, na upande wa Facebook tunakualika kufollow ili upate nafasi ya kupata kila tunapoweka kitabu au somo lolote. Watu wa Mungu, karibuni tuweze kufungua kwa sala, tusonge mbele na siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba tunapata upendeleo wa kipekee kwenda kusoma neno lako takatifu, tunaomba Mungu tusimamie, Bwana utuwezeshe Mungu tunaposoma neno lako, ili ye Bwana tuweze kulielewa na kutiwa uzima. Ee Mungu tukinge na kila roho zote za yule mwovu. Neema yako Mungu tunaomba itushike mkono, ili Bwana tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo leo tunasonga mbele na kitabu cha Amosi ile sura ya tano na ya sita. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa tano. Lisikieni neno hili nilitamkalo liwe maombolezo yenu, enyi nyumba ya Israeli. Bikira wa Israeli ameanguka, hata inuka tena. Ameangushwa katika nchi yake. Hakuna mtu wa kumwinua. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi. Mji uliotoka nje wenye watu elfu utasaziwa watu mia na mji uliotoka wenye watu mia utasaziwa watu kumi kwa nyumba ya Israeli. Maana Bwana awaambia hivi nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi, nanyi mtaishi; bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgali, wala msipite kwenda Beer-sheba; kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani na Betheli itakuwa ubatili. Mtafuteni Bwana, nanyi mtaishi asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, nao ukateketeza, asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Nanyi mnaogeuza hukumu kwa uchungu na kuiangusha haki chini, mtafuteni yeye afanyaye kilimia na Orioni na kukigeuza kivuli cha mauti kwa asubuhi na kuufanya mchana kuagiza kwa usiku; yeye ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu wa uso wa nchi, Bwana ndilo jina lake yeye aletaye uharibifu wa ghafula juu yao waliohodari, hata uharibifu uipate ngome wao. Humchukia yeye akemeaye langoni, nao humzira anenaye maneno ya adili. Basi kwa kuwa mnamkanyaga maskini na kumtoza ngano, ninyi mmejenga nyumba za mawe yaliyochongwa, lakini hamtakaa ndani yake; ninyi mmepanda mashamba mazuri ya mizabibu, lakini hamtakunywa divai yake. Maana mimi najua jinsi maasi yenu yalivyo mengi na jinsi dhambi zenu zilivyo kubwa, ninyi mnaoonea wenye haki, mnaopokea rushwa na kuwageuza wahitaji langoni wasipate haki yao. Kwa ajili ya hayo, mwenye busara atanyamaza kimya wakati kama huo, kwa kuwa ni wakati mbaya. Tafuteni mema, wala si mabaya, mpate kuishi; hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi, kama msemavyo. Yachukieni mabaya yapendeni mema, mkaithibitishe haki langoni; yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Kwa ajili ya hayo, asema Bwana Mungu wa majeshi aliye Bwana, kutakuwako maombolezo katika njia kuu zote, nao watasema katika njia zote, ole ole! Nao watamwita mkulima aje kuombolea na hao waliohodari wa kulia waje kuomboleza tena katika mashamba yote ya mizabibu kutakuwako kulia, kwa maana mimi nitapita katikati yako, asema Bwana. Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana! Kwani kuitamani siku ya Bwana? ni giza wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba, akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Nam, yenye giza sana, wala haina mwanga. Mimi nazichukia sikukuu zenu, nam, na zidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Nam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Lakini hukumu na itelemke kama maji, na haki kama maji makuu. Je, mliniletea dhabihu na sadaka jangwani muda wa miaka arobaini, enye nyumba ya Israeli? Naam, mtamchukua Sikuthi mfalme wenu na kiuni sanamu zenu, nyota ya Mungu wenu mliojifanyizia wenyewe. Kwa sababu hiyo nitawahamisha hali ya kufungwa